Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuzingatia maadili wanapokuwa katika sehemu zao za kazi ili waweze kutenda haki kwa wananchi bila kujali itikadi zao. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, Alhadi Musa Salum, kwenye sherehe za Maulid, ambapo Waislamu wamesherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad. Taarifa zaidi na Dalin Said kusherekea sikukuu ya Maulidi yanayohusu kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambapo mgeni rasmi katika mkoa wa Dar es Salaam alikuwa rais mstaafu wa awamu ya pili Alhaji Ali Hassan Mwinyi. Katika sherehe hizo Sheikh hmm wa mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Musa Salim aliwataka waumini wa dini ya Kiislamu kuiga tabia za mtume Muhammadi kwa kuwa na maadili na kutenda haki kwa kila mwanadamu bila kujali itikadi yake pamoja na kukemea matendo maovu yanayotendeka ulimwenguni. Kuna maovu mengi ambaye ambayo ametukataza. Kuna rushwa, kuna ushoga huu na ubarazuli ambao unaendelea hivi sasa ndoa za jinsia moja ambazo ni makatazo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu ta wa Ta'ala. Kwa hiyo wakati waislamu wanasherehekea Maulidi hizi, ni vizuri wakakumbuka swala so zima la maadili, maadili katika maeneo yetu ya kazi, uwajibikaji, kujituma, kila mtu akawa na weledi katika kazi yake, akafanya kazi kwa uaminifu, akafanya kazi kwa ufanisi. Haya ni mambo ambayo kila mmoja anatakiwa ajipambe nayo. Naye mkuu wa wilaya ya Pangani Zainabu Abdala aliwataka wanawake kujitambua na kuwa mstari wa mbele katika kufanya kazi kwa bidii. ni siku inayotukumbusha sisi kutenda mema, kufanya kazi, kufanya kazi kwa bidii. Rais Magufuli anasema hapa kazi tu, lakini mambo yote tulishaambiwa kipindi cha nyuma na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alielekeza watu wafanye kazi. Sherehe za Maulidi zilipambwa na mambo mbalimbali, ikiwemo dua, usomaji wa Qurani. Pamoja na kaswida. Wow. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Daren Saidi wa TBC.